Mimi ni Friday Mwangomare. Tuangazie yaliyojiri katika ruba za kimataifa. Mapigano yameendelea kupamba moto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku moja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuwaalika marais wa Kongo na Rwanda Washington kusaini makubaliano ya amani. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda na jeshi la Kongo wanaendelea kurushiana lawama, kila upande ukimtuhumu mwenzake kwa mashambulizi. Jeshi la Kongo limesema vikosi vya Rwanda vinaendelea kutupa mabomu. Ingawa maraisi Felix Tshisekedi na Paul Kagame walithibitisha tena ahadi zao za kuleta amani, wachambuzi wanasema makubaliano hayo yamethitisha mapigano kwa muda tu, bila kutatua chanzo halisi cha mgogoro.